Asante kwa jioni hii tulivu ambayo watoto wako tuko mbele zako, tunakutamani kuliko kipindi kingine chochote. Baba, ninakusihi kila mmoja aliyekuja mali hapa na kuhitaji wengine, wana vilio, wengine wana maswali, wengine wamefika nchi ya panda, wanatamani kuona mlango. Baba, ninajua ya kwamba tukiwa na wewe tunakwenda kuona mlango, maana neno lako ni taa na mwanga unaotumulikia popote tunakopita. Sasa tunakusi useme nasi jioni hii ya leo tulioitenga kama jioni ya maombi ambayo kila mmoja atakulilia kwa ajili e Bwana ya kufungua mikono yake, ninaomba kutoka mbingu za juu ukajibu kwa utukufu wa jina lako amen. Hebu tushangilie mbele za Mungu amen. Basi naomba ukae katika uwepo wa Bwana. Nina mshukuru sana Mungu ambaye amekupa uwepo katika semina hii jioni ya leo na namshukuru Mungu sana kwa ajili ya praise, wapigeni makofi kabisa. Lakini pia kwa ajili ya waimbaji, wapigeni makofi kabisa. Lakini kwa ajili yako, namna ambavyo umefika, nikijua kwamba Mungu ana makusudi kamili na maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. tuna maombi ya kushughulika na roho ya kuchelewesha na nimemshangaa Roho Mtakatifu. Nilikuwa nafuatilia mahubiri mbalimbali ya watumishi na nimegundua ya kwamba si mara yako ya kwanza kusikia ujumbe kama huu. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo, Mungu anapoleta kitu kwa lugha ya pili, jaribu kukaa kwa makini na kusikiliza. Yawezekana Mungu amelenga kitu kikubwa kwenye maisha yako. sasa siku ya leo nimetenga rasmi kwa ajili ya maombi na tutakuwa na maombi ya aina mbili. Kwanza tutaomba wote. Hili ndio lengo ambalo Mungu aliweka ndani yangu katika huduma, kwamba kila mmoja aweze kuomba. Ili nini? Unapotoka hapa ukaenda nyumbani, basi uweze kuomba ili nguvu za Mungu zishuke pale ulipo. Kwa bila kupoteza muda, ninaomba nikupeleke kwenye neno la Mungu. Nitafundisha kwa haraka sana na nitakupeleka hatua kwa hatua, alafu tunapoingia kuomba, tamani ukitoka hapa utoke na muujiza wako. Wangapi wameona tofauti katika hii semina? Yaani Mungu amesema nao kwa namna ya tofauti. Hebu tupige makofi mbele za Bwana. Amen. Kitabu kile cha Yoeli, kitabu cha Yoeli, kitabu kile cha Yoeli, ile sura ya kwanza. Naomba nisome mstari wa kwanza wa pili wa tatu na ule wa nne, alafu nitaruka tena nitaenda mbele zaidi. Naomba huyo anayeshughulika na, na, na vyombo aniwekee vizuri tafadhali. Maandiko yanasema hivi: neno la Bwana lililomjia Yoeli mwana wa Pethueli. Sikieni haya enyi wazee, sikilizeni enyi wenyeji wote wa nchi. Je, mambo haya yamekuwako katika siku zenu au katika siku za baba zenu? Waarifuni watoto wenu habari yake, watoto wenu wakawaambie watoto wao, na watoto wao wakakiambie kizazi kingine, yaliyosaswa na tunutu yameliwa na nzige, na yaliyosaswa na nzige yameliwa na parari, na yaliyosaswa na parari yameliwa na madumadu -madu. Kitabu cha Yoeli bado, naomba uniwekee vizuri ndugu, kitabu cha Yoeli ile sura ya pili, kitabu cha Yoeli ile sura ya pili kitabu cha Yoeli ile sura ya pili naomba nianzie mstari wa kumi na mbili mpaka ule wa kumi na saba kwa anayeandika Yoeli mbili kumi na mbili mpaka kumi na saba na ishirini na tano mpaka ishirini na sita naomba nisome katika jina la Bwana lakini hata sasa asema Bwana nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote, na kwa kufunga, na kwa kulia, na kwa kuombolea. Rarueni mioyo yenu, wala si mavazi yenu, mkamrudie Bwana Mungu wenu, kwa maana yeye ndiye mwenye neema, amejaa huruma, si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa rehema, naye hugairi mabaya. Ni nani ajuae kwamba hatarudi na kugeuka na kutuachia baraka nyuma yake, na msadaka ya unga na sadaka ya kinywaji kwa Bwana Mungu wenu. Pigeni tarumbeta katika Sayuni, takaseni saumu, kusanyikeni kusanyiko kuu, kusanyikeni watu, litakaseni kusanyiko, kusanyikeni wazee, kusanyikeni watoto na hao wanyonyao maziwa Bwana arusi na atoke chumbani kwake, na bibi arusi katika hema yake. Hao makuhani wakuu wahudumu wa Bwana na walie kati ya patakatifu na madhabahu, na waseme, waachilie watu wako, E Bwana, usiutoe urithi wako upate aibu hata mataifa watawale juu yao kwani waseme kati ya watu yuko wapi Mungu wao ule mstari wa ishirini na tano nami nitawarudishia hiyo miaka iliyoliwa na nzige na parare na madumadu -madu, na tunutu jeshi langu kubwa nililolituma kati yenu nanyi mtakula chakula tele na kushiba na kulihimidi jina la Bwana Mungu wenu aliyewatendea mambo ya ajabu, na watu wangu hawata tayari kamwe. Nanyi mtajua ya kuwa mimi ni katikati ya Israeli, na ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu, wala hakuna mwingine, na watu wangu hawata tayari kamwe. Sema amen. Wakati ambapo Israeli alianza mwaka alianza mwaka kama na wewe unavyoanza mwaka, akiwa na matumaini kama na wewe ulivyokuwa na matumaini ya kwamba mwaka wangu utakuwa mwema. Kumbuka, majira haya ni majira ya kilimo na ufugaji. Kwa hiyo kila mmoja alikuwa na matumaini ya kwenda shambani kwake, akitaraji vitu vitatoka na atavuna na atafanikiwa. Na mimi ninachua mwaka huu, Mungu alipokupa huu mwaka ulianza na matumaini, ukijua kabisa Mungu atanifanikisha. Na hata wakati umeomba, uliomba vizuri kabisa na kuweka agano, na wakati mwingine ukaombea watoto, ukaombea ndoa, ukaombea familia, ukaombea kazi ukaombea cheo ukaombea ndoa ukaombea mahusiano ukaombea elimu kila hatua uliomba, lakini ukiwa na matarajio ya kwamba mwaka haufiki mbali, Mungu atanionekania. Matumaini yalikuwa ni makubwa ya Mungu kubariki, na kama ulivyo hapa, matumaini yako ni makubwa kwamba Mungu anabariki, lakini kumbuka majira haya kuna mtu yuko hapa anasema, mtumishi, kile nilichoomba, nikiangalia majira ninayopitia ni kipindi cha mwisho wa mwaka, ninapitia pagumu sana na sielewi tatizo ni nini. Ndio maana ninapokufundisha kuhusu roho ya kuchelewesha, nimekwambia adui mara nyingi anashughulika na yale maeneo yaliyobeba baraka zako. Sasa Israeli akiwa amejiandaa kupokea baraka za mwaka, Mungu akaleta mvua na mvua ikanyesha vizuri kwenye ardhi. Watu wakawa na matumaini ya kwamba mwaka huu tukiweka mbegu yetu chini hakika itatoka. Na ndivyo watu amekuwa mara nyingi. Mimi najua hata mahali hapa watu wengi wanalima watu wengi wana matumaini ya kwamba mwaka huu tuna chakula, mwaka huu tuna kitunguu, mwaka huu tuna nyanya, wengine huku anasema tuna karoti. Lakini mpendwa, kila mmoja ambaye anaingia shambani matumaini yake ni kupata. Israeli akaweka mbegu chini na Mungu akaachilia baraka, mbegu ikaota, onyesha matumaini, lakini ndani ya muda mchache. Hapa ndipo penye lengo la semina yangu jioni ya leo. Wakashangaa, kuna kitu kimetokea. Nini kimetokea? Maandiko yanatuambia hivi, walikuja wadudu wanaoitwa tunutu. Wale tunutu wakavamia mazao yao, watu wakaanza kuhangaika, wakaanza kuhangaika. Ni nini kinatokea? Wanapambana, wanapambana. Nisikilize mtu wa Mungu, wakati wanapambana na tunutu, wakaja wadudu wengine wanaitwa nzige. Wapendwa, nzige wakija mahali, kuna majira ambayo nchi hii majira yalibadilika nzige wakaja. Na nzige wakiingia eneo lolote, kama wamevamia, sio nzige mmoja, ni nzige wamekuja kama miaka ya sabini huko walikuwepo nzige. Wanaweza wakapita hapa juu wakawa kama vile ni, ni, ni wingu limezuia jua. Wanaweza ndani ya nusu saa wakamaliza hekari kumi na tano mpaka ishirini. Ninazungumza nzige ambao wanashuka mahali wanavamia. Masao wakaja hawa nzige, walitafuna mpaka watu wakashangaa, watu wanajiuliza ni nini kimetokea. Hawajakaa sawa, wakaja wadudu wengine ambao wanaitwa parare. Hawa parare wakawa wamevamia Yani, linatoka hili linaingia hili linatoka hili linaingia hili. Kwa hiyo kawa parare wakawa wamekuja, watu wanachanganyikiwa ni nini kinatokea. Ndio maana nimekwambia na kufundisha ili uelewe ni wapi adui anapiga. Adui hatapiga eneo lingine, atapiga lile eneo lililobeba mafanikio yako kwa hiyo uwe makini sana ninapokufundisha. Unaweza ukakaa kwenye hii semina, ukawa tu umekaa unaangalia mtumishi anavyofundisha, mtumishi anapoachilia neno, lakini usipokuwa makini, tunaweza tukatoka hapo nje na ukashangaa kila kila, kila nachokufundisha ndio kinaenda kukupiga hapo. Ni maombi yangu jioni ya leo, kama umekanyaga semina hii, Mungu asikuache akakupiganie, akakulinde, akakutetee. Na kama kuna vya kwako vimevamiwa, kwa jina la Yesu Mungu akashughulike na uone tena mwanga, kwa jina la Bwana sema amen. Israeli akiwa katika mazingira hayo, ni nini kinatokea? Wakaja wadudu wanne, wamekuja wanne. Hawa wadudu wanaitwa madumadu. Wakawa wamemaliza kazi Nisikilize kwa makini. Tumezungumza juu ya wadudu waliovamia mashamba, wanaitwa madumadu, parare, nzige na tunoto. Nazungumza na mtu mmoja hapa, ambaye alipoanza mwaka, likaja jaribu moja, na ukaanza kushughulika nalo, halijakaa sawa likaja lingine, ila hujakaa vizuri, likaja lingine, haijakaa sawa, likaja lingine, yani kwako, yani likitoka moja linakuja lingine, huku na kesi na mume wako, mambo haijakaa sawa, unasikia mtoto huku, mara shuleni kumekuwa kitu cha ajabu, unakaa hivi, unaenda kule kazini, unaambiwa staki tena ukae hapa, nataka fremu yangu. Hujakaa hivi sawa, unasikia kule kijijini nyumba imeungua. Nazungumza na mtu hapa ambaye kila anapopiga hatua linakuja jambo moja alafu linavamia unashangaa, ujashughulikia limekuja jambo lingine, na kuombea jioni ya leo akaingilie kati katika jina la Yesu Kristo, sema amen. Unakaa namna hii unashangaa, mtoto uliyekuwa unamtegemea, mtoto mwenye akili, kijana wako ambaye, umelala hivi, unaamini anafanya vizuri, unasikia pap, mtoto yuko njiani nini, tunamrudisha nyumbani nini, mmekutana nacho? Tumekutana naye ana banki hiyo bangi kale tapi kila kitu kiko hapo na ushahidi tunao. Kwa hiyo kama utakuwa unala kusema, itabidi uandike barua, lakini mtoto tunamrudisha. Ila umekaa namna hii, unapigiwa simu, unaambiwa mama mtoto wako alikuwa shule, huyo ni mwingine, ameanguka bahati mbaya, amevunjika, ndio tunazidi kupambana naye. Ujakaa sawa, unaambiwa mamako aliyekuwa kijijini amekufa nakaa sawa, simu inakuja kwamba deni la benki unatakiwa kulipa. Kama hutalipa wiki ijayo, tunaitangaza nyumba, inauzwa. Yani likitoka hili linaingia hili. Kuna mtu yuko hapa, wapendwa, yani ni majanga juu ya majanga, maisha yake ageri ya jana kuliko ya leo ninajua uko kwenye kiti na ninajua ninapozungumza haya ni kama ninakuchoma ndani ya moyo wako, ni kwa sababu Roho anataka uelewe kile. Nataka nikuombee kwa jina la Yesu, jioni ya leo iwe ni jioni yako ya kufunguliwa katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Dada, unafika mahali unasema nambariki Bwana, Nimepata mchumba. Mchumba niliye naye ni mchumba ambaye ni msomi, ni mchumba anayejielewa, na kwa kweli akinioa, jinsi tu nyumba yetu ilivyo, huyu anaweza akawa sababu ya maisha yetu kubadilika. Uchumba mwaka wa kwanza, uchumba mwaka wa pili, mwaka wa tatu, unasubiri akuambie neno, akuambie neno Unamwambia jipi mchumba, anakuambia nafikiri mwezi ujao kuna kitu kitatokea. Nini kitatokea? Ninategemea kuja kwa wazazi, ili niwaeleze kwa habari ya maisha yetu. Unasema asante Yesu, Mungu anasikia maombi. Anakuambia sasa, uniombee, ninaenda kijijini, nikawaambie wazazi, na nawee una relax. Umekaa tu huko kwenye ibada, unaanza kusikia simu inatetemeka inatetemeka, meseji zinaingia meseji zinaingia, unasema Mungu ni nini hiki, unasema ngoja nimalize mahubiri. Mahubiri yakiisha, unakuwa kama unatoka nje, ukifungua simu, unakutana na meseji zaidi ya thelathini. Ni picha, amekutumia rafiki yako, mchumba wako kijijini Alikwenda hakwenda kusema kwa habari ya mahusiano, alikuwa ameandaliwa mchumba, ndo ilikuwa harusi chana. Unataka kujiua, unajiuliza mimi ni mtu wa namna gani? Kila kinachotokea hakikai. Kuna wakati mwingine, achana na huyo aliyeoa, kuja nikuambie kwa habari ya mwingine. Yaani hujamkosea, hujafanya kitu chochote kibaya, lakini from nowhere anakuja tu anakuambia, sitaki tena mahusiano. Kuna mwambia imekwaje, niambie basi hata nimekosea wapi. Anakuambia sitaki kelele. Nakaa namna hii, nasema Mungu saidia. Anakuja hapo mume wako anakuambia, nambariki Mungu, nimepanda cheo. Sawa sawa, wapi mume wangu Nimepangiwa Dodoma nasema hamna shida kutoka hapa kwenda Dodoma mbona ni karibu tu tukitoka tu hapa asubuhi jioni tumeshafika nasema nambariki Mungu unamwaga vizuri unaenda unaparangana na watoto na watoto saa nyingine anapiga simu halo sweetie. halo hiki, halo hiki. anakwambia karibu uje uone mali nakaa anapanga na nyumba Dodoma hapo na unaenda pale unajua ni nyumba hii Ghafla unashangaa tripu za kuja nyumbani zinapungua, unaambiwa tu na majukumu mengi, yani bosi tulie naye ni mkali. Unakaa namna hii, unatututu kako kamoja ka kiume, unakaa mwaka wa kwanza, ukipiga simu naambiwa, naomba tuongee usiku, usiku nimechoka, lakini hela unatumiwa. Unafika mali, unasema jamani, hiki kitu kimekuache, ngoja nimfanyie mume wangu surprise, maana karibu mwaka wote wa jana mpaka mwaka huu unaisha, sijaenda Dodoma, sijajua anafanyaje. Si nyumba unaijua ile, unaenda, unakutana na mama yuko sebuleni, ana mapacha wa kiume, mtoto wako ni wa kike. Unajiuliza, jamani, ni nani kaingia? Ni dada yake kaja ama ni nani? Anakuambia, karibu, unamtaka nani? unasema fulani. Nina ni nani wako? Anasema ni mume wangu. Wa wapi sasa? Mimi aliniambia mke wake amekufa, na kaburi akanionyesha, na picha akanionyesha, akaniletea wazazi wake hapa, amenilipia mahari, mimi ni mke wake, hii ni nyumba yangu nawe ni watoto. Nasema Yesu, hebu sema Yesu. Yaani nini kinatokea? unajua tumbo linaweza likakukata hapo hapo, unaweza ukazimia, unaweza ukajiuliza, mimi niko wapi? Ninakwenda wapi? Unakuja kukumbuka hati za nyumba, baba anazo, hati ya benki, kila kitu anacho. Unajiuliza mimi niko fungu gani? Alafu unakuja pale, unamwambia mume wangu ni nini, ila haja kujibu, unashangaa. Kibao pa nani, amekuambia uje huku Kabla sijakuita. Lakini mume wangu, wewe ni mume wangu kwa wapi? Tunajua na wewe unaanza kushangaa. Kuanzia leo wewe sio mke wangu. Kosa liko wapi, wapendwa? Usione watu wamekaa kwenye ibada, usione watu wametulia namna hii. Kuna watu kwa mwaka, matukio yamekuja, watu wana vidonda vya tumbo, watu wana presha, watu wana sukari, kwa sababu ya roho ya adui anayoachilia kwenye maisha yako. Tunakwenda kumlilia Jehova, utaachiliwa leo katika jina la Yesu Kristo. Sema amen. Matukio hayaishi Ndicho kitu kilichotokea kwa Israeli. Alitegemea ya kwamba mwaka huu ninavuna, kama na we ulivyotegemea kwamba mwaka huu tutapiga hatua, ndoa yangu itapiga hatua. Kilichotokea mpaka saa hii hujielewielewi. Kuna watu hata kwenye ndoa zao hawajiamini kama wako salama wengine ani, anasema kwa namna huyu mwenzangu alivyo, sijiamini kama niko salama. Lakini ninakuombea madamu umekuja kwenye hii semina, Mungu asimame upande wako katika jina la Yesu Kristo. Haleluya! matukio yanayokuja moja baada ya jingine, kama usipokuwa makini unaweza ukaona ni kawaida. Achana na hayo matukio mabaya. Kuna mtu yuko hapa anakubaliana na mimi ya kwamba kuna majira kila mwaka yakifika ni lazima litokee tukio kwenye maisha yako. Kama imewahi kukutokea hivyo, inua mkono juu, inua mkono juu. Yani kila mwaka unaona, wako wengi. Kila mwaka kuna namna tukio linatokea. Kuna kitu kinaitwa kalenda za kipepo, kalenda za kishetani kalenda za kishetani ni hizi kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume ile kumi na mbili mstari wa kwanza mpaka wa tano anasema majira yale yale, Herode akawakamata baadhi ya watumishi wa kanisa, majira ambayo adui ameyaweka kwenye ulimwengu wa roho ili vuruga maisha yako. Yaani, ukishakuwa kwenye eneo fulani, na hasa pale unapoinuka, hapo ndipo adui anapopalenga sasa. Ninakuombea jioni ya leo kwa jina la Yesu, hizo kalenda za kipepo tutashughulika nazo katika jina la Bwana. Ninazungumza na mtu mmoja hapa ya kwamba unaweza ukawa na mazingira mazuri majira mazuri, lakini kuna ghafla, kuna kitu kinaitwa mshale wa adui. Hebu sema mshale wa adui, mshale wa adui. Ni nini? Yaani ni kila kitu kinachokuja ghafla bila taarifa, kinakupiga, lakini kinakuachia jeraha na maumivu kabisa. Inaweza ikawa ni taarifa ukashangaa tu taarifa imekuja kwako pap, lakini, lakini hiyo taarifa ikakuumiza na ikakuletea jeraha. Lakini hiyo inaitwa ni mshale wa adui, maana mshale hauji ukiwa na taarifa. Anayekupiga mshale anakuvizia na mshale ukikupata lazima ukuachie mambo mawili, maumivu na majeraha. Na kuna watu wako hapa wana maumivu na majeraha kwa sababu tu ya roho ya adui iliyoinuliwa kwenye maisha yako. Tamani tukaombe mahali hapa na Mungu atatusaidia katika jina la Yesu. Sema amen. Sasa wana wa Israeli walipoanza kuona mambo ya namna hii, angalia kitu ambacho walikifanya. Wakasema kitu cha namna hii, mambo haya yamewahi kutokea katika kipindi chetu ama hata kabla ya kipindi chetu, yani haya tunayoyaona, kwa sababu tumeshanga, limekuja la kwanza, hatujamaliza limekuja la pili, hatujakaa sawa limekuja la tatu.